Ikulu ya Urusi imedai kuwa Rais wa Marekani Donald Trump anaonyesha dalili za kuzidiwa kihisia baada ya kumwita Vladimir Putin mwenda wazimu kufuatia shambulio kubwa zaidi la anga la Moscow dhidi ya Ukraine. Rais wa Marekani Donald Trump alisema kwenye mtandao wa kijamii wa Truth Social kwamba kuna kitu kimetokea kwa Putin baada ya Urusi kuwaua watu kumi na wawili nchini Ukraine kwa kutumia drone na makombora 367. Amekuwa mwenda wazimu, Trump alisema, na kuongeza kuwa anaua watu wengi bila sababu. Dmitry Peskov, msemaji wa Putin, alisema maoni hayo yanajumuisha hisia ya kali kwa kila anayehusika. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz, wakati huo huo, alisema kwamba washirika wa Ukraini wameondoa vikwazo vyote vya silaha huku kukiwa na ripoti kwamba Angeipatia Kievu makombora ya Taurus. Hivi karibuni, Rais wa Marekani Donald Trump amesema hajafurahishwa na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin kufuatia shambulio kubwa zaidi la anga dhidi ya Ukraine. Katika hali ambayo ni nadra sana kutokea, Trump alisema ni kitu gani kilichomtokea? Anaua watu wengi sana. Baadaye alimuita Putin mwendawazimu. Awali rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema ukimya wa Marekani juu ya mashambulizi ya hivi karibuni ya Urusi ndio unaompa kiburi Putin, akitoa shinikizo ikiwa ni pamoja na vikwazo vikali dhidi ya Urusi. Takriban watu kumi na wawili waliuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa nchini Ukraine usiku wa kumkia Jumapili baada ya Urusi kufanya shambulizi la ndege zisizo na rubani na makombora mia tatu na saba, idadi kubwa zaidi katika usiku mmoja tangu Putin alipoanzisha uvamizi wake nchini humo mnamo mwaka wa 2022. Akizungumza na waandishi wa habari mjini New Jersey siku ya Jumapili, Trump alisema, na hapa ninamnukuu, nimemfahamu Putin kwa muda mrefu nilishirikiana naye kila wakati lakini anatuma makombora mijini na kuua watu na sifurahii hata kidogo. Trump alisema mwisho wa kumnukuu. Alipoulizwa iwapo anafikiria kuongeza vikwazo vya Marekani dhidi ya Urusi, Trump alijibu kabisa, nimetishia mara kwa mara kufanya hivyo kabla, lakini bado sijaweka vikwazo vyovyote dhidi ya Moscow. Muda mfupi baadaye, Trump aliandika katika ujumbe wake kwenye mtandao wa Truth Social kwamba Putini amekuwa mwendawazimu kabisa. Nimekuwa nikisema kwamba anataka Ukraini yote, sio kipande tu, na labda hiyo inathibitisha kuwa kweli, lakini ikiwa atafanya hivyo atasababisha kuanguka kwa Urusi. Lakini Trump hakumsaza hata Zelensky, alimtolea maneno makali na kusema kuwa haifanyi nchi yake vizuri kwa jinsi anavyozungumza.